Hatuna furaha kwa sababu tumepungukiwa na Roho Mtakatifu. Asubuhi nitapenda kuambia nini kinasababisha mkristo apungukiwe Roho Mtakatifu. Matatizo mengi tunayapata kwa sababu huu moja, kwa kuwa tumepungukiwa na Roho Mtakatifu. Mtu ukipungukiwa na Roho Mtakatifu eh, unashindwa kupata furaha eh, wewe unakuwa unateseka na huwezi kuona baraka za Mwenyezi Mungu, lakini mtu mwenye Roho Mtakatifu, hata kama anateseka kiasi gani, basi yeye ataona furaha. Wale wa, watakatifu wa kwanza, wale wa kanisa la kwanza walikuwa wanaona mtu wanampaanga, wanamrosti, mtu anyafurahi, amejaa roho lazima Sawa. huku e, nimesha nimesha nimesha iva, mnigeuzie na huku Roho Mtakatifu um, hmm? Unaona mitume hmm. Wale walikuwa wanachinjwa wanafurahi kwa kuwa wamejaa, lakini unaweza kuona sisi watu wa leo hii tunakaa kwenye nyumba nzuri zenye umeme tunakula vizuri <coughs> tuna raha, lakini bado hatuna furaha. Hatuna furaha kwa sababu tumepungukiwa na Roho Mtakatifu. Asubuhi nitapenda kuambia nini kinasababisha Kristo apungukiwe Roho Mtakatifu yako mama, Kristo apungukiwe na Roho Mtakatifu. La kwanza ni kujichafua, kujichafua <coughs> eh, kwa kuongea ongea vitu ambavyo hatuna uhakika nani hivi Wangapi watu wa chuoni hapa hajawahi kulalamika? Ah sijui, uongozi. Wangapi hajawahi kulalamika? Hayuko na shukuru hayuko. Wangapi hajawahi kulalamika? Kama hajawahi kulalamika jengo kwa tu uongozi kesho. Ndio tunalalamika jengo viongozi vipi. Wanafunzi ni sipia siku hizi. Wanafunzi mko. Ni mwanafunzi gani ambaye hajawahi kulalamika? Je, mwalimu fulani shalo? Eh, anafu. Wanafunzi, mwalimu akifundisha sana, akifundisha sana tena bila naingia sema kamezidi. Tunatubana nini? Mwalimu asipoingia, mnamwandikia mnasema, jamani hizi fight tumuoe, mnaandika comment. Hapana moyo wa kufundisha. Zile comment mnaandika mwezi wa pili. Ah. Ni mwezi wa sita au au ngapi? <coughs> Mnapomaliza, mnapomaliza mwaka nadhani huyu tumuoe. Na kama afundishe mnamuoe. Kama atotoa mabiti yani mnamuoe. Mimi nataka nini? Basi mimi basi baba yako aje kufundishi. Unaona? Tunajiondoa huko kwa kwa kwa sema sema kwa kitu. Maaskofu kwetu tuna wasema sema maaskofu kwetu kitu kwetu huna uhakika. Sema askofu ah, na msema sema askofu. Ah, bona. Mapadre. Yee, mapadre ndio. Yaani kuna chuki moja, padre alizungusha. Uzusha, uzusha kuzusha, zusha uzushi, ni wa katoliki uzushi. <coughs> Unapozusha zusha mambo, huna uhakika, huu ulimi isubiri kuongea, kwa sababu huna uhakika. Unapoongea kwa sababu huna uhakika navyo, unapochafua mtu, unajiondolea Roho Mtakatifu, unakosa baraka za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sana pendo faster nasema asema hana time ya mambo ya mambo ya Mungu, hana time. Baada ya kusalisha kwa ujibada kwa uchaji, anazama katika kusalisha, anadhani amefika, anasalisha kwa uchaji

unajipotezea uwepo wa Roho Mtakatifu. Acha kama wewe unajipata kuwasema sema viongozi wa kanisa, mabadi masuku na basi, acha unajipotezea uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama wewe ndio wale wanaosema walimu, acha unajipotezea uwepo wa Roho Mtakatifu hii ya sasa sema. Kwa hivyo pointi kubwa asubuhi hii, tuombe neema ya Mungu kuweza kukusaidia kusikiliza kuwasema sema watu, kitu kama hauna evidence hauna evidensi <coughs> ntakianashak visa barabara na yuko kazini kwake, usimsemeseme usimsemeseme. Unaumsemesema mtu hauna evidensi unajipunguzia uwepo wa Roho Mtakatifu. Na kama unakuwa uwepo wa Roho Mtakatifu shsnaakmunaa unaa kutes